Naitwa Devotha Daniel, natokea kampuni ya Karagwe Marketing, pia ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Karagwe Marketing. Naweza nikasema kwamba toka tarehe moja mwezi wa tatu tumekuwa tukitembelea shule mbalimbali. Tulianzia shule ya Karagwe Ruhanda Sekondari tukawasapoti watoto wenye mahitaji maalum. Tulipomaliza pale, tukaenda Kyerwa, leo tumeenda Bukoba Vijijini. Kwa hiyo nasema kwamba kampuni ya Karagwe Marketing imeona mwezi huu ni wa kuwasapoti watoto wa kike katika mashule mbalimbali tumekuwa tukitoa vifaa vya michezo tukitoa taulo za kike na pia tukisapoti changamoto mbalimbali tunazozikuta pale shule. Kama Karagwe Marketing tumeona juhudi za Dkt. Samia Suluhu Hassan, ameweza kuwekeza katika elimu, amewekeza katika maendeleo, katika afya na vitu mbalimbali, lakini pia tumeona kwamba Dkt. Samia Suluhu Hassan amefanya kazi nyingi sana. Sisi kama wadau wa maendeleo tumeamua kusapoti huu upande wa taulo za watoto wa kike kwani hii ilikuwa ni changamoto. Japo rais ameweka juhudi sana katika sekta ya afya, lakini kama sisi wadau wa maendeleo tunaona tusapoti watoto wa kike ili kuepusha watoto wa kike kuchelewa shuleni kupitia changamoto mbalimbali, kuchelewa kwenda madarasani. Pia wengi wao hupata aibu wanapoingia katika hedhi zao. Kwa hiyo sisi kama kampuni tumeona tuweze kuwa, kuwapa watoto wa kike hizi taulo. Kwa hiyo katika mizunguko yetu tumeanzia Kyerwa tukaenda Karagwe, sasa hivi tuko Bukoba vijijini. Hizi zote ni juhudi za kumpongeza Rais wetu Dakta Samia Suluhu Hasani na pia kumsapoti katika juhudi za maendeleo, kwani amefanya mambo mengi na sisi kama wadau wa maendeleo tunaongeza pale ambapo tunaona kuna uhitaji mkubwa. Pamoja na hayo, tulipofika hapa shuleni watoto wamekuwa wakionyesha vitu mbalimbali, lakini mkuu wa shule ameweza kutuambia kwamba hapa shuleni wanahitaji photocopy machine. Sisi kama wadau wa Karagwe Marketing tumeona kwamba tuchangie fedha taslim milioni moja kwa ajili ya kusapoti watoto hawa waweze kuongezea katika budget hiyo na kununua photocopy machine. Kwa hiyo tunawahimiza wadau mbalimbali, wafanyabiashara, tunajua Tanzania ina wawekezaji wengi, tunaweza tukajitolea sapoti watoto ili kuunga juhudi za Dakta Samia Suluhu Hassan. Lakini sisi kama Karagwe Marketing, sisi ni kampuni ya ukoboaji ambao tuna zaidi ya miaka ishirini tukifanya hii sekta ya ukoboaji wa kahawa. Kwa hiyo leo katika hii hii katika hapa Bukoba vijijini tuliona kwamba lazima tuje hapa kwa ajili ya kuwasapoti watoto wa kike, kama sisi wadau wa maendeleo na wadau wa kuendeleza juhudi za Dakta Samia Suluhu Hassan, leo tumeweza kufika hapa, lakini bado tunaendelea, Mungu atakapojalia, tutasapoti shule mbalimbali, mahitaji mbalimbali, na pia tutawahimiza, tuta wa wadau mbalimbali ambao watakuwa wanaona hizi video katika sehemu mbalimbali, ili waweze kujitolea kuwasapoti watoto wa kike kwani watoto wa kike ni taifa la kesho.